A ni zamani sana, si kwanza kakumbuka hiyo story mpaka nimejiuliza. Kwa sababu ni miaka mingi sana yani. Sina hata wimbo mmoja radio. Yeah, na wimbo mmoja radio yani nakumbuka. Nilikuwa nasikia tu Dully Sykes sana ana kitu ambacho anaweza kukutabiria jina likakuwa. Kwa hiyo na uzuri, kuna wimbo ambao tushawahi kufanya nyuma ya msanii mmoja alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Anko Mwanza nilikuwa mimi yeye na Duli Sykes. Kwa hiyo tayari nilikuwa na connection ya kumpata Duli, ni msanii ambaye ametoka, bado wadogo sana, sijui hata kama nitakuja kuwa artist lakini mpaka leo ni mtu ambaye kamaintain status yake iko pale pale na Dully Sykes kila siku yupo, yani huwezi kumkwepa kumzungumzia. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni kwanza namheshimu sana na ninamheshimu mpaka leo. Kwa hiyo nilipompigia simu kwanza akaniambia, niko busy kidogo, mdogo wangu, nipigie baadaye. Nikaanza nikampigia jioni jioni hivi uh, a, nikamuuliza brother, mimi nilikupigia asubuhi, Baraka yule mshikaji wake yangu kaniambia. Sasa sikia, mimi uko wangu ni wakifalme, na mimi kwa sababu ni prince, naona alitaka jina tangu asubuhi. Basi mimi nakuita Baraka Da Prince, yeah. Nikanajiita Prince mwisho huyo nyumbani kwetu akazoea. Sasa akaanza kuwa naniita Prince, Prince likaa limezoeleka, ndo jina likaa limepita hivo kila siku naongea naye, yani haiwezi kupita wiki mna Dully hatujaongea, hata kama tutaonani, lakini mazungumzo yapo karibu sana. Ni mtu ambaye amekuwa akinishauri vitu vingi sana kwenye msikio wangu. Dully Sykes, mimi nakwambia ukweli, kila siku anapambana kwa sababu yangu, tena akiona kwa mfano kama kuna vitu naenda wrong, amekuwa ni mtu kama sio wa kwanza, miongoni hata mawae watu watano wa kwanza kunipigia na kunikanya, acha hii kitu, fanya hivi fanya hivi mtu ambaye anapenda kila siku yaani, yeah. Kanifundisha vitu vingi sana, ambaye nilikuwa ni na na tempa, ila Duli ni mtu ambaye amekaa muda mwingi na nakuni cancel na kuwa naelewa sasa mambo yanaendaje niishi vipi na watu yeah. na muheshimu sana.